Nawaambia, inarudia mara mbili, amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo pekee yake, yake. Bali ikifa, bali ikifa hutoa mazao mengi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni Yesu mwenyewe anasema, alitoa mfano huo, lakini huo mfano unakuja kuona huku kwenye huu mstari wa ishirini na sita kwamba huo mfano anautoa, alafu huku anakuja kuhitimisha. Maana yake nini? Tutaendelea ya tuone kwanza huu mfano. Yesu anasema kwamba anasema, amini amini nawambia, maana yake yule mwamini katika lile neno la Kristo analolisema ya kwamba kama akiamini, kama akiamini maanake kama akisikia halo. Jambo letu la kwanza tunajifunza, tunajifunza habari za baraka za Mungu, zinaanzia kwenye imani. Sawa, baraka za Mungu zinaanzia wapi? Kwenye imani, alafu zinakamilika kwenye matendo. Unaweza kaandika hiyo, sawa. Sasa na baraka ya Mungu inaanzia hivyo hivyo. Baraka ya Mungu inaanzia kwenye imani inakamilika kwenye. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza kwamba amini amini nawaambia. Maana yake hapo anazungumza, anazungumza na watu wanaosikia kwamba anayeamini kwenye yule anayemwambia. Sasa anampa mfano rahisi kabisa kwamba ya kwamba chembe ya ngano isipoanguka katika nchi isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali iyo hiyo hiyo peke yake yani, yani mbegu yoyote sawa, isipoenda isipoenda kufanyaje ikafukiwa kwenye, kwenye udongo mzuri sawa, kwenye udongo mzuri sasa. Ile mbegu ili iweze kuota na ije kutoa matunda lazima kwanza ife Sijua so, mbegu huwa inakufa alafu ndiyo inaota. Sasa hiyo mbegu isipokufa sawa? Manake tu ikaishia ika kwenye kusikia peke yake. Manake bado hiyo mbegu haijafa. Na, tunap, na tunaposikia habari Yesu anaposema anawaambia, manake anawaeleza jambo, manake lile jambo watu wasipolisikia manake kusikia ndiko kunakoleta matokeo ya utendaji sawasawa, sawa na jinsi ya maelekezo alivyosikia huyo msikiaji ama huyo mtendaji, si? wewe unaweza ukafanya kazi ya mtu ambaye hajakuelekeza? Lazima uelekeze kwanza kazi yake. Halo, hiyo mbegu isipoanguka sawa, ikafa. Sa, isipoanguka ikafa hukaa hali hiyo hiyo, maana yake haitakuwa na matokeo ya aina yoyote. Ili iwe na matokeo hiyo mbegu, sharti la kwanza, lazima ianguke sawa, iangu maana yake ianguke kwenye ule udongo, ule udongo mzuri, alafu ife, alafu kisha inaota kwa maandalizi ya kutoa nini matunda. Bwana Yesu asie sana. Hebu msamaji wangu tuendelee, kwamba hutoa mazao mengi sana, hutoa mazao mengi. Mstari wa 25, mstari wa 25 yeye, yeah, aipendaye nafsi yake ataiangamiza. Huu ni mfano tena wa pili unafanana na hivyo hivyo, yani yes.